Eh, mtazamaji ni kwamba tukiendelea kwamba wakazi ama uongozi wa kanisa kumradhi, la PCEA umeungana na viongozi wengine nchini kukashifu vurugu za kisiasa zilizoshuhudiwa kabla na baada ya chaguzi ndogo zilizopita. Hata hivyo, wakizungumza katika tawi la kanisa hilo mjini Narok, ambako Francis Ololchike amestaafu baada ya miaka 17 ya huduma kanisani, walipongeza utendakazi wa IEBC wakati wa zoezi, maafisa wa tume hiyo wa hilo huku, wakikashifu waliovamia maafisa wa tume hiyo mjini Narok. Tunasi viongozi wetu tukiongozwa na serikali, ni vyema serikali kukumbuka ya kwamba kazi ya serikali ni kuwezesha, the government is a facilitator, hili wananchi waweze kufanya kazi yao kulingana na vile demokrasia yetu inasema. Tunaomba serikali ikubali kutengeneza na kupeana a very even ground ya wale watu wote ambao wanataka kuchaguliwa waende waombe wananchi kura na wachaguliwe without an undue influence from the government. Being that Narok is a cosmopolitan district ambaye, ndiyo kwa jina ni ya Wamasai, lakini tuna kabila tofauti tofauti, na kama vile Mungu ndio huchagua utaoa wapi, mtoto yako atakuwa namna gani, tungeomba kuwe na amani and especially kwa viongozi wetu kutotumia rasilimali na fedha kufundisha watoto kufanya mambo mabaya because without the money that you are giving them hakuna vile wataingia mambo ambayo ni ya kuharibifu.